Lengo kubwa la kuwaiteni hapa ni kuzungumza na vijana wenzetu ambao wanatutazama, lakini kuzungumza na waandishi wa habari wa Tanzania kiujumla na wananchi wote, kutoa wito kwa vijana wa Kitanzania kujitokeza kwa wingi kuboresha taarifa zao katika daftari la kupiga kura kwa mzunguko wa pili. Wote tunafahamu mwaka huu tuna jambo kubwa la kulikamilisha, uchaguzi mkuu wa taifa, kuchagua viongozi ambao tunawaamini, viongozi ambao watatuongoza taifa letu. Kwa ni haki ya msingi ya kila kijana kujitokeza kupiga kura, lakini kabla ya kupiga kura, kuboresha taarifa kwa sababu tunafahamu vijana wengi wanahama makazi fulani kwenda makazi mengine, na ni lazima kuboresha taarifa zao ili ili waweze kupata haki yao ya msingi. Kama tunavyojua tuko kwenye kipindi ambacho wanajitokeza wanasiasa mbalimbali ambao hawana nia njema ya taifa letu, wanahimiza vijana wetu kutumika kuharibu amani ya taifa letu. Sisi jumuiya ya vijana, hatutasimama nao kwa sababu tunaamini misingi iliyojengwa ya taifa hili na viongozi waliopita mpaka wa sasa wanasimamia amani, utu, uzalendo kwa matendo na sio tu maneno. Amani ndio msingi wa maendeleo, vijana wenzangu amani ndiyo itakayotuletea mapinduzi ambayo tunayapigania kila siku, mapinduzi ya uchumi. Amani ndio itatuletea sisi vijana katika siasa na nje ya siasa kusimamia malengo yetu ya maendeleo ndani ya taifa letu. Kwao tunapinga shughuli zote ambazo zinafanywa na vijana ambao hawathamini maendeleo ambayo yamefanyika ndani ya taifa hili, hawathamini na hawaheshimu viongozi ambao wanatumikia taifa hili, hii nchi. Kuna kipindi wanasiasa wengine walikuwa wanakimbia, lakini tangia Dr. Samia Suluhu Hassan ashike madaraka ya Tanzania, tunaona demokrasia, tunaona maridhiano ambayo ilikuwa hatuyaoni kwa kipindi cha muda mrefu. Tuta, tutasema yote ambayo yanastahili kusemwa na hatuta hofu, hatutapata hofu yoyote ya kuzungumza lakini nizungumzie kipande kingine, upatikanaji wa maji, asilimia 77 vijijini sasa hivi wanapata maji, asilimia themanini na nane mijini wanapati maji. Kwa hiyo haya yote tumeona ni muhimu kuwaiteni kuzungumza na kuwafahamisha vijana ambao kimsingi ndio wanao wengi wao wanatumika kupotosha jamii, kupotosha taswira njema ya viongozi wetu, kupotosha taarifa za msingi ambazo wawekezaji wakisikia kuhusu Tanzania watavutiwa zaidi kuja na kuwekeza Tanzania. Na tunakemea kama kuna kijana ambaye anatumika kupotesha jamii yetu kwa taarifa zisizokuwa za kweli zisizokuwa rasmi, tunaomba asifanye hivyo, kwa sababu Tanzania yetu ni yetu sote, tunaipenda na tungependa kutumia fursa nyingi zaidi ambazo zipo hapa Tanzania.